Ijumaa ya tarehe 13 Juni 2025 genocidal and apartheid government of Israel ilishambulia Iran katika operesheni code name Rising Lion. Siku hiyo ya kwanza, wazayuni waliwa assassinate prominent security personality na scientist wa nuclear. Wa kwanza ni Hussein Salami, ambaye ni kamanda wa Islamic Revolutionary Guard. Wa pili Major General Muhammad Baqiri, huyu ni chief of staff mkuu wa majeshi ya Iran. Wa tatu nuclear scientist Faraidun Abbasi. Wanne pia ni nuclear scientist Muhammad Mehdi Tahranchi. Pia walishambulia facilities zifuatazo. Ya kwanza ni Natanz nuclear facility. Ya pili Asfahan uranium conversion facility. Ya tatu Fordow fuel enrichment plant. Visibabu alivyovitoa waziri mkuu wa alkian alyahudi naye ni Anatan yahu. Anatan mvundo ni kwanza kuizuia Iran kumiliki zana za kinyuklia. Madai haya ni repetition ya pre Iraqi invasion pale Iraki ilipotuhumiwa kwa yamiliki weapons of mass destruction. Sababu ya pili ilitoa ni kwa Iran ni tishio kwa existence ya umbile la Kiyahudi pamoja na kuwa ni tishio kwa world peace. Sababu ya tatu ni regime change, madai aliyoyatoa waziri mkuu wa Kizayuni kwa 80% of the people will throw these theological thugs out akikusudia uongozi wa maayatola huku akijisahau kuwa aghlab ya shab ya Israil ni shabun mujayashun wa unsuri na wazidiana kwa unyama na ukatili wakiongozwa na Ben Ghifir, waziri wa national security na waziri Smotrich, msaji mpendwa, ni open secret kuwa Israel yamiliki zana za kinyuklia lakini hakuna anayethubutu kusema hilo. Israel ina stockpile ya zana hizo ranging kati ya 90 mpaka nuclear head 400. Umbile hilo la Kizayuni lilifanya majaribio ya zana hizo mwanzoni mwa 1963 ikisaidiwa na Ufaransa. Majaribio hayo yalifanyika katika Negev Nuclear Research Center iliyo karibu na Dimona. Majaribio hayo iliifanya Israeli ni nchi ya sita kumiliki nuclear bomb baada ya Marekani, Urusi, Uingereza, Ufaransa na Uchina. Na kuzidi kutilia nguvu swala hili ni ushahidi uliotolewa na whistleblower Mordechai Vanunu, ambaye ni nuclear technician aliyefanya kazi katika kituo hicho, alisopoa siri hiyo kwa vyombo vya habari vya Kiingereza alipokuwa uhamishoni Europa. Ili kuinyamazisha sauti yake, shirika la kijasusi Mossad limteka nyara na kumregesha Israel, ambako alishtakiwa kwa kosa la treason uhaini na espionage, na akahukumiwa kifungo cha miaka 18. Pili, Israel Si signatory wa NPT, non proliferation treaty, ambao lengo lake ni kuzuia kuenea kwa zana za nyuklia na kupromote ushirikiano katika peaceful uses of nuclear energy, tofauti na Iran ambao ni signatory wa non proliferation treaty. Tatu, IAEA, the International Atomic Energy Agency, hukagua na imepewa access kwa Iran nuclear sites, tofauti na Israel ambao IAEA haina access na majaribio ya kujaribu kuinspect na kushurutisha Israel ikubali inspection pale UN draft resolution ya Februari 2015 ilipoangushwa na ilipo na Marekani, Mwingereza, Mfaransa na Mjerumani. Msikizaji mpendwa, cooperation ya Iran na IAEA haikuisaidia kwa kitu chochote wala negotiations na Marekani juu ya nuclear programu yake haikuisaidia. Negotiation hizo zilizoanza tangu tarehe kumi na mbili April 2025 ambao ndio first round huko Oman. Negotiation hizo Marekani iliwakilishwa na special envoy Steve Wichkoff huku ujumbe wa Iran ukiongozwa na waziri wa mashauri ya kigeni Abbas Arakji. Kufikia Mei 2025 negotiation hizo zilifika raundi ya tano. Wakati huo US Secretary of State Marco Rubio alitoa taarifa ifuatayo. Taarifa hii alitoa tarehe kumi June kuwa Washington is working to reach an agreement that would allow Iran to have a civil nuclear energy program. Kwa Washington ambao ni mji mkuu wa Marekani, wafanyakazi na bidii ili ifikie agreement ya kuiruhusu Iran kuwa na Nuclear program ya kuzalisha energy kwa maslahi yasiyokuwa ya kivita. Taarifa hii iliwapa matumaini bandia wa Irani, na kuwahadaa kuwa negotiation hizo zitazaa matunda. Kumbe ilikuwa ni diversionary tactic. Lengo lake ni kudistract attention yao kutoka kwa mashambulizi yaliyokuwa yaliyopangwa jointly pamoja US na Israel. Na hii ndiyo role ama dori ya kwanza iliyochezwa na Marekani. Dori ya pili ni kupitia kuipa Israel intelligence na habari za kijasusi kutoka kwa CIA kuhusu location zinazostahili kushambuliwa. Na zilikwako pinpoint accurate, wahusika wakuu wako wapi, ili pakilengwa, target iwe imepatikana, pamoja na wale liwataja. Miongoni mwa waliolengwa ni Ali Shamkhani, ambaye ni advisor wa Murshidi thaura aseida Ali Khamenei, ambaye pia ndiye anayesimamia milafi ya negotiation iliyokuwa ikiendelea baina ya Irani na Marekani. Kuuliwa kwake ni dhihirisho tosha kuwa negotiation zile zilikwako hazitarajiwi kuzaa natija, wala hapana maana kuregea tena Irani katika negotiation table. Dori ya tatu iliyochezwa na Marekani ni kupitia kuipa Israeli zana za kivita zilizotumika katika shambulizi hilo, kwanzia ndege za kivita F35 ambaye ni American made, makombora, mabomu, zikiwemo banka busters, pamoja na hizi kuna facilities za US Air Defense. Katika eneo zote hizo zilikuwako at disposal za kuisaidia Israel. Nne ambao pia ni ushahidi kwa tayari walikuwa wapanga vita huku wakiwahadaa wa Irani kupitia negotiation. Ni ilani iliyotolewa tarehe 11 June 2023 kwa US embassies Iraqi na katika Arab states zingine kwa personnel wake wa evacuate waondoke, siku iliyofuatia nao ni tarehe 12 June juni, ambao ni siku moja tu kabla ya mashambulizi. US ambassador Mike Hakabi, huyu ni balozi wa Marekani Israel ali restrict alizuia movement za staffers katika ubalozi wa Marekani Jerusalem. Tano, ni warning ya Trump asubuhi ya Ijumaa tarehe 13 June 2025, na hii ni first public reaction yake kwa shambulizi la Israel na nanuku There is already great death and destructions but there is still time to make this slaughter come to an end. Asema tayari kushatokea mauaji mingi na uharibifu mkubwa, lakini bado kuna wakati kichinjio hichi na unyama huu kukoma. Iran must make a deal before there is nothing left. Lazima Iran ikubali deal kabla hakujabakia chochote. Ama taarifa yake ya hivi punde ni kama ifuatavyo, na nanuku, "Iranian to immediately evacuate Tehran." mwito wake kwa wairani kuhama na kuondoka Tehran ambao ni mji mkuu. Yote haya yajengewa na taarifa ambayo iko wazi aloitoa Trump pale aliposema na nanuku We were in it from the beginning. Sisi tuko katika hali hii, twahusiana nao, tumeanza nalo kuanzia mwanzo. Yote haya ni ushahidi tosha kwa uadui huo ambao ni jointly planned na executed na Marekani na mwanaharamu wake Israel. Ama Iran haikusaidiwa pia na ushirikiano wake na Marekani katika uvamizi wa Marekani Afghanistan 2001 na baadaye Iraki. Kwa ushahidi wa maneno ya Muhammad Ali Abtahi aliyotoa tarehe 13 Januari 2004. Muhammad Ali Abtahi ni vice president wa aliyekuwa rais wa zamani wa Iran Muhammad Khatami. Na nanukuu maneno yake: If it were not for the Iranian cooperation Kabul and Baghdad would have never fallen so easily, asema: lau si kama ushirikiano wa Iran. Kabul ni mji mkuu wa Afghanistan na Baghdad ni mji mkuu wa Iraq, miji hii miwili isingetekwa kirahisi. Msikilizaji mpendwa, baada ya Iran kuabsorb adharbatul ula na kuanza kujibu mashambulizi kupitia makombora na drones, kulitokeza dori ya vibaraka katika kuilinda Israeli na kuisaidia katika uadui wake, na hili dhirika pale Jordan ilipo intercept makombora na drones za Wairani kwa kisingizio kuwa Jordan will not allow any violation of Jordan's airspace under any circumstances. Kwa Jordan haitoruhusu anga yake itumike vibaya kwa sababu na hoja yote ile, Jordan ni katika inchi zinazotuhumiwa kuruhusu Israel fighter jet kuruka kupitia anga yake na kuishambulia Iran. Majuzi Israel fighter jets zilishambulia mji wa Mashhad ulio umbali nao kwa kilomita 2400. Storage ya mafuta ya F35 haiwezi kufikisha fighter jets hizo umbali huo ila kupitia msaada na anga wa vibaraka hao. Kazi ni hiyo, hiyo Egypt. Asisi tarehe 11 Juni 2025. Aliwadeport wanaharakati kumi na mbili wa Moroko waliowasili Cairo airport legally ili kushiriki katika Global March to Gaza. March hii ni ramzi, ni symbolic convoy iliyoandaliwa na Waarabu na wasokuwa Waarabu ili kuhighlight the ongoing siege starvation na mauaji ya halaiki yanayoendelea Gaza. Ni muhimu kutambua kuwa Rafah border crossing iliyoko Egypt ndio the only open gateway to Gaza. zaji mpendwa, pamoja na kuwa Israel ya jinaki kuwa ina four layers of air defense, nazo ni ya kwanza alqubatu lhadidiya Iron Dome, ambayo hii ni 4 to 70 kilometers cover ya kupambana na short range missile attack system. Hii ilikuwa developed na Rafael Advanced Defense Systems na Israel, Israel Aerospace Industries system hii ilikuwa tested 2007 na ikaanza kutumika elfu mbili na kumi na moja. Lea ya pili ni Mikla Daud, David Sling, range yake ni 40 to 300 km, ilianza operation 2017. Unit costs gharama yake moja ni us dola laki saba. Lea ya tatu ni THAD ambao ni terminal High altitude area defense system hii ilikuwa manufactured na Lockheed Martin. Cost yake ni 1.2 billion dollars per battery. Layer ya nne ni R3. Range yake ni up to 2400 km. Hii ni ya exoatmospheric hypersonic anti ballistic missile iliyoko developed 2017. Kwa ushirikiano wa Israeli na Marekani, leya hii ya nne ndio ile ambayo yatarajiwa kupambana na makombora ya mbali ambayo ni supersonic speed. Pamoja na lea hizo zote, makombora ya Irani yamefaulu kushambulia takriban maeneo yote ya Israeli, ikiwemo political capital Tel Aviv, na mji ulio muhimu sana kwa uchumi na industry nao ni Haifa. Namna mashambulizi yalivyopiga mji huo mpaka wakatangaza rasmi kwa kiwanda cha kusafisha mafuta hakitotumika tena, kimeharibika kikamilifu. Namna majumba yalivyobomolewa mpaka wazayuni wenyewe wasema, je, hii ni Ghaza? Mengi tumeyashuhudia katika vyombo vya habari, na kuna mengi zaidi hayaoneshwi kwa sababu ya military censorship kwa Israel media. Namaliza na kauli yake Allah Taala katika suratu Tauba aya 14, pale aliposema qatiluhum yuadhibhum llahu bi aydikum wa yuhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qaumin muminin, piganeni nao, anawadhibu Mwenyezi Mungu kwa mikono yenu na kuwafedhehesha na atawanusuru muwashinde na avipoze vifua va waumini wanaofurahi kwa kushuhudia baada ya maonevu kwa ndugu zetu filastini ama na gaza hasa na ushari na ujeuri na kibri cha mayahudi kujifanya wao ni wababe wa eneo ashambulia filastini libnan gaza iran watu ambao ni madhaifu waoga na tarehe imethibitisha hilo waumini wamefurahi watamani angalau atokeze champion na champion halisi ni pale itakaposimama adaula lislamia itakaonyanyua bendera ya la ilaha illa Allah, ambayo haitojibu tu mashambulizi ya wazayuni, bal itakomboa ardhi tukufu ya Filastini na kutahirisha Masjid al-Aqsa kutoka kwa uchafu wao, na Mwenyezimungu subhana wa taala

Umekuwa ukisikiliza kipindi tamko la haki naye Sheikh Ashbal Karama, Radio Rahma, sauti ya huruma ni yetu.